Kwa majina naitwa Stanley. Youth mkazi wa hapa Kandui. Kwanza kabla niongee nataka uonyeshe watu venye kazi mzuri inafanyika. Hapa hivi ilikuwa shamba. Bonde. Sasa hizi tumejengewa na hii tukaoshua hii kiisha. Nataka kwanza ukauliza mnajua ni watu wangapi waenda kuyoki pa hii place? Itakuwa imeajiria watu wangapi at the same time? Wengi sana. Alafu mtu anatokea huko juu, mbunge tu hata yake imemshinda huko anakuja hapa kwanza, kuzozea gavana. Kwani unataka unafanya gavana matako yako? Unakuja wewe wewe, alafu tena unakuja hapa hivi, umekaa hapa hivi kwa klabu, umelewa, unaambia gavana afanye kazi. Unataka hii kitu gavana akasirike, hii kitu sisi tukule wapi saizi? Juzi tumekuwa hapa tukilonji mbolea, gavana ametuletea mbolea, mama wanaenda kupanda, sisi wenyewe tunaenda kupanda, wewe ukaa hapa kupiga vita na kwa hata kitu kinafanyika. Wewe wewe, usifanye usitulete shida kopora mimi naongea kama mshauri wa kisiasa wa gavana Kenneth Makelo Lusaka. Vilevile naongea kama kiongozi wa vijana katika chama cha Ford Kenya. Mheshimiwa Waluke, mpaka Jumapili iliyopita, ile heshima tulikuwa tunakupatia kama serikali ya Jimbo la Bungoma iliisha hiyo Jumapili, kwa sababu tuseme hivyo Mheshimiwa Lusaka, Mheshimiwa Waluke, wa wewe ulikuwa mtu wa azimio, Bungoma ilikuwa jimbo la Kenya Kwanza, haukupigia Lusaka kura, haukupigia Rais Ruto kura, lakini kwa sababu ya heshima ya viongozi wetu tukasimama na wewe. Wakati ulikuwa kwa msiba, tukakuweka kama mwenyekiti wa wabunge Western kwa sababu ya heshima tuko nayo kama kiongozi wa Bungoma, lakini heshima sio utumwa. Ukinaanza Jumapili unaenda Crossfire, unaongea mabaya katika gavana wetu wa jimbo la Bungoma, gavana Lusaka. Nataka tukuambie hivi Mheshimiwa e, Waluke. Mheshimiwa Waluke, e, kila mtu ache alime mkao yake. Vijana, Lusaka siyo ligi yako, e, Mheshimiwa Waluke cheza ligi yako yeah. Wewe kama mbunge umekuwa mbunge wa Sirisia miaka kumi na tano yeah. ni muhimu tueleze kama wakaaji wa Bungoma, ni nini umefanyia watu wa Sirisia wa miaka kumi na tano hii. Hapa tuko saizi, tuko katika project ya legacy regime ya Governor Lusaka yeah. this is among his flagship projects is... and this is just but the one and only project ambayo tunaongelea yes. ukiangalia hapa tuko katika Kadui bus park. Ukiangalia the opposite side stadium inaendelea na hiyo yeah. Stadium juzi gavana amepokea viti kutoka national government, tunataka ifunikwe, vijana waanze kucheza kandanda sporti ili vijana wetu tukuze talanta. Kwa hivyo yeah. Mheshimiwa, mheshimiwa Waluke, mheshimiwa Waluke, mimi nakuomba hivi, wewe vile nimekueleza hatujui kama hii fitina unaleta kisiasa hii checha ya matusi na madharau. Hatujui kama ni sekretari jenerali wako Kioni wa Jubilee amekutuma ama umetumwa na nani, kwa sababu wewe unajua kwamba haukusaidia sisi kuunda hii serikali. Kwa hivyo tunaomba tu kitu moja mheshimiwa Waluke, heshima si utumwa, heshimu gavana Lusaka hmm, na yeye pia atakuheshimu. Na sisi kama tumesimama hapa kama jeshi ya gavana Lusaka yes, ukiguza baba yetu unaguza sisi hey, Hatutakubali mheshimiwa Waluke, wewe uendelee kutukana gavana wetu kwa radio station na sisi tukupigie makofi, hiyo haitawezekana. Hai. mwisho mwisho, gavana mwisho. Mwisho. Mwisho. Mwisho. Mwisho. Mwisho. Lusaka ana service legacy regime Kumbisa. na ahadi yetu <coughs> kwa watu wa Bungoma tuliahidi, tutatimiza wewe, pambana hadi yako ambayo ulipewa watu wa Sirisia, na kama Sirisia imekushinda utuambie, na mapema tukurudishe nyumbani. Yes, yes, yes! Lakini kwa mambo ya governor, yes! Lusaka, yes! Lusaka, Lusaka, yes! ni mtu yetu, hey! Na tunasoma na yeye na tuko hapa kama jeshi la Lusaka, yes! Na tuendelea kumtetea, yes! Kwa sababu Lusaka, yes! ni mtu yetu Lusaka Makelo! Okay, kwa majina ni Werunga Wangila Morris, youth leader Kandui, na mimi niko hapa leo kusema Lusaka, gavana wa Bungoma, anafanya kazi. Penye tumesimama hapa, huu ni mradi wa County Government ya Bungoma, bus stage ya Kandui, na sisi tunashukuru governor kwa huu mradi. Huu mradi unaenda kumalizika very soon na sisi tutaiocupy. Tafadhali meja Waluke kila mtu alime mkaa yake, wewe fanya kazi, fanyia watu yake asirisia ya kazi, na Lusaka ajumulisie ya Sirisia ya ndani ya Bungoma County afanye kazi, mambo ya kulima. Gavana, kila mtu afanye kazi yake, tuko na seneta afanye kazi ya, hakuna venye wewe utakunywa wine na unataka una, una ku preach water. Tafadhali, tafadhali Bwana Waluke Luke, Sirisia, Sirisia ni ndogo Ward tatu sijua maine inakushinda, na unataka kutusumbua. Governor anasimama na sub county kumi na tisa sub county tisa na ward 47 45. Tafadhali, tafadhali wacha Lusaka afanye kazi yake kwa amani <coughs> jina naitwa Michael Wanjala Kanduyi youth leader, assistant hmm. Mr. Waluke niko na message moja kwako, wacha governor afanye kazi, mambo mingi wachana nayo wewe huko kwako pesa ya CDF unashindaga, unapewa na huko kwako, huko na barabara moja kama ngozi ya ng'ombe. Hiyo ni biashara gani Meja? omba gavana msamaha, omba gavana msamaha. Kama si msamaha ya rais sai, ungekuwa ndani. Kwa hiyo tu nikiwa kiongozi wakandui tukutukusako mimi nasimama hapa na kukemea Meja Waluke na kumwambia ya kwamba kama sio msamaha wa rais saizi ungekuwa unasukuma miaka yako 97 gerezani, Waluke yeah, in fact 98 years Waluke wewe hata president akikuwa hapa hey. tayari ulijicontradict, unatuambia mahindi pande juu na watu wa hapa Kenya, Bungoma, tuko na mahindi na we ndio uliba mahindi yetu. Waluke, Waluke, umefanya njia iko hapa Kandui, kazi yako ni kwenda kwa matanga kutu, kupigana na Evelyn Mutiambu kila siku heshimu eh wa mama Waluke, kama unataka mkono tukutana na vijana na wanaume auheshimu. Na we gavana wewe, tunakuona sana, asante Eh, kwa majina naitwa Alfred Wamalo Wekesa aka Pele nikiwa ndio mwenyekiti wa Kandi Business Community. Eh, boss. Mimi kama kiongozi wa Kandi Business Community ninaomba viongozi waweke heshima. Sahi sio wakati wa kuonyeshana vidole za lawama. Kila mtu alipatiwa majukumu ya kufanya kazi ya mbunge yeye ako na wajibu, wajibu mbili. Yeye ni representation, in fact ni tatu representation, oversight and legislation. Kazi ya mbunge ina, kazi ya governor yeye ni ku deal na kaunti yote mzima na kuhakikisha kwamba pesa ya Bungoma inakuwa inashughulikiwa vizuri. Na kuna mtu anaitwa senator. Kazi ya senator ndio yake ya kwenda ku oversee nani Governor. Mbunge aenda oversight juu mambo mengine. Sisi hapa kwa ground, kama ni miradi, sisi tunaona governor anafanya kazi, na hii ni legacy regime mali tumesimama hapa. Hii ni mradi ambayo ni ya governor na sisi tunafurahia kwa sababu huu mradi very very soon utakuwa unakamilika na watu watakuwa wana occupy hapa. Uchumi wa kandui unaenda kubadilika kabisa, kabisa. Na huu uchumi ukibadilika uchumi <coughs> Bungoma itakuwa imebadilika so kabisa. Mimi ujumbe wangu ujumbe wangu kwa meja John Waluke koi, sisi, vita vyenu sisi hatuvijui. Wewe kama uko na shida na governor gavana, wewe unajua kwa ofisi yake. Na unajua kwake nyumbani uko na namba, ya namba yake ya simu mwende mkae yeah, chini musuluhisha mambo yenu, na mambo ya mambo ya sisi kuanza kuzozana kwa kwa public hiyo, hapana yeah. sawa sawa yeah. Kijana malizie, alafu nimalizie.